mi nimekaa hapa hapa nje. I'm thinking why should I plant some things those are the, the apple trees apple trees, the trees bu, they, they have you no know, started bringing flowers but we can get you, tunaweza angalia know, mi naotajua naotajua is wrong time oh, at least naanza kutoa matawi. Hii ni apple tree So, indi naanza kutoa matawi nakujanga na matawi kwanza, then ama eh, nakuja matawi kwanza. Ukiangalia hivyo nafikiria mti imekufa. <laughs> tukona one, three, two, three, four tukona four, four apple trees uh, a, a small unaangalia pale a rake, a small rake. It's a good view nikikaa pale, mimi nimekaa pale pa ile kiti

sababu so, uwe ticaiyona jua jua inakujanga, lakini jua pari mpaka asa, tumekua njua tumekua njua homa. Nimesema ay, excuse me, nimesema acha nikuja nioto jua trust membitasa nifanya nipone, nipone mama, nipone kifua sababu what can you do? You cannot stay outside. You cannot stay inside all day and kuna na sasa ile kuna kajua eh kajua kame bamba hapa nje. My friend that is the life. Yani kama wewe unafikiria kukuja huko ngambo, you have to accept life. Yani kama wewe unafikiria kukuja huko ngambo, have to accept yourself and deny everything sababu hakuna raha raha eh, nakwambia, kutoka November, November, kutoka November am hapana, si November, inaanzanga October pale wakati matawi inaanguka, inaanzanga October. October October, November, December, January, February. My friend, ile baridi nakuanga huko wewe si unaona mimi nikivaa hivi. Unaona mimi nimevaa saizi. Mm, siezi vaa hivi mimi nikienda. Mimi siezi vaa hivi nikikuwa kwa nyumba. Baridi, wewe si unaona hata miguu yangu. Miguu. Naona miguu, miguu ipo. Inakuanga imefunikwa 24/7. Hiyo ndio life ya huko, huko ng'ambo. Ufikirie hivyo si? Kama umeacha joto huko kwenu, unakuja kwa baridi huko, umeaccept usicomplain. Weather is different, tunajua huku tunakuanga na four seasons, si kama Kenya ama Africa iko na rain na season ya nini ya jua na, na rain you have only to because hakuna autumn na nini, na na spring na kuanga Kenya. Anyway, so kuna time flowers na kuwa green, but I think kuna kuna spring because, kuna sasa kuna kuanga na maflowers, then hiyo ndio ndio tangwa spring sasa. Unaona kama hapa tu flowers <laughs> flowers kama yellow parrot ya kama hii ya yeah, natokerezia sai sasa, kunaenda kukua huku, unaona kuote tumekauka kauka kauka tumitu tuote nata iko juu yangu, unaona iko juu yangu itakuwa na ma, itakuwa na leaves itakuwa na matawi juz, mm, in May in May. Yeah, in May May everything in May itakuwa na matawi na eh, afu Juni <coughs>

Hiyo ndiyo raivi ya, huku, huko ngambo. Ah, lakini ka unataka kukuja wee kuja tu uonje maisha hmm? Kuja ujionjoi, kuja ujionjoi, kuja uone vile kuko, usiambi angwe kunakaa kunakaa kunaka, ni kubaya ni kuzuri, wee kuja, kuja ujione utukijiona ndio utafurahia na ndio utajiamulia mwenyewe. Hii ya kuambia, huwezi jua, mtu atakwambia atakuambia mambo gani, ata kama atakuelekeza ata mzuri ama atakudanganya, you know, sababu watu wengi wanapenda kudanganya, wengine wanataka kuongea uongo, alafu usikie mwingine akuambia msikuje huku na yeye alifika. Sasa una, unaona sasa hiyo sasa, huyo hakusaidii mtu akusaidii. Sasa mimi nakuambia wewe, utataka kukuja, panda ndege, fika Enda kwenye unataka usiambiwe na mtu, ati huku ni kubaya, ati huku ko hivi utateseka, naye uko wapi? Hii ni maisha yenye nao. Nimeona watu wanakudanganya bure, wewe uko hapo tu unadanganywa. Wewe sijua, wacha ukajionee mwenyewe, wewe enda jionee mwenyewe. Na hakuna nchi na kainchi, hakuna venye wezienda, unaweza enda country yote Europe, ama Amerika. Wewe ndio utajizotu mwenyewe, kama iko and working utaona different hapo kwenye uko lakini kama unategemeanga mtu wewe sasa ndio tuko na shida. Kama umefikiria maisha ya hii maisha ya juju, ukikuja huko uta survive. anataka watu wa Asras. Anataka Afrika na huwa Asras. Si wale watu wanataka kufanya news kila time news kila time news kila time makucha, si maisha yako wewe si, yako wewe hii maisha yako wewe si kabisa Utangive up so easily, utajiona back to Kenya. Hmm? Utajiona mtu ameshinda na maisha ya Amerika, na, a Europe. Huyu hata hawezi kaa huko, uh, una mtu anashinda akikuja Kenya na Amerika, unasikia mtu anasema, oh mwanamume anakufungia fridge, oh mwanamke anafanya. Unajua mwanamke anafunga fridge, wewe unakula vitu zake na unatega. Na umulipi, na ulipi anything. You don't share bills. Una, una expect aje atafunga fridge yake. Wewe kazi yako pesa yako pesa yako tu, hm? ni kujisaidia tu na kutuma nyumbani. Bwana wako huyo uko naye umsaidi, hmm? Ndio maana nasikia yangu akisema 50-50 is a good 50-50, mi, I don't pay 50, kaelewa? I pay 20 percent. Hata 20 percent sifikiri na nini nafika. We ndio tu utajiweka my friend, nitaingana huyo mtu taona, na kitataa kuna kitu inaniuma inataka kuniuma kaifapa Nimeona nyeusi inakuja kuniuma, mnyama, usijaribu kuniuma, iko hapa kubwa, ni giant. <laughs> <laughs> hmm? Sa hivi ndio unakua kazuri <coughs> Ani anyway, lakini wacha nikwambie mbona watu wengi wanafenanga ku, ku, ku, ku, nini kupotezwa mtaka hmm? kupotezwa hmm? Watu wengi wanapenda kupotezwa tu hivi. Mnapotezwa na watu ndo wacha kushia siri zako. Hata kama we unashia na mtu wa kanisa, hata kama uko na pasto na trust unamwita mpaka sista yako, ah, ah, wacha kumtrust pana. Unamtrust aje na ujui yeye anasikia wivu ataki uende mbali, nataka ukae hapo tu, u, waone ukimbeke uki ama ukimwambia uki, uki mu, uki mashine zako kila wakati. My friend wake up, acha nitaongea ingine, acha tu nimalizie. Ni, ni, ni hapa ndio niongee kuhusu kitu ingine before nitoke hapa nje kwa jo. Ubarikiwe na usijaribu usijaribu kutoka kama uja, ujaangalia video yangu ingine. Hey, usijaribu kujatafuta vindo zingine hapo chini, kumeongea sana midio, kuna vindo mingi, usijaribu kwa kutoka ama like na uja so comment. Comment like and subscribe.